Na sasa tusikie salamu kutoka kwa wanafamilia zitakazowasilishwa na ndugu Vikta Mhagama, kijana wa marehemu, kwa maana ya mtoto wake. Bwana Vikta, karibu sana. Mheshimiwa Baba Paroko, kwa nafasi ya pekee nipende kutambua uwepo wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Nipende kutambua uwepo wa Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Nipende kutambua uwepo wa Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Nipende kutambua uwepo wa Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mussa Azzan Zungu. Nipende kutambua uwepo wa chama, viongozi wa serikali kitaifa, Mheshimiwa waziri, mawaziri, manaibu wa waziri na waheshimiwa wabunge wote. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mwanakondoo ameshinda. Asalamu alaykum. Ndugu zangu waombolezaji, niko mbele yenu leo kwa majonzi makubwa sana ya kuondokewa na mama yetu kipenzi mama yetu hodari, mama yetu mpenzi wa wote, mama yetu mtia faraja na sisi pale nyumbani. Wengine mlikuwa mnamwita kiongozi, bali sisi tulikuwa tunamwita mama, tulikuwa namwita katakista, alikuwa mwalimu wa dini nyumbani. Tulimpenda sana mama, tuliishi naye kwa karibu, kwa upendo, naye hali aliunganisha sana familia yetu. Lakini kubwa zaidi napenda nitoe shukrani za dhati kabisa kwa Mheshimiwa Rais. Mama alipougua kwa muda mfupi sana, mimi niliweza kufika nyumbani na tulitoa taarifa kwa viongozi katika muda mchache sana. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa maelekezo yako, na wasaidizi wako walitusaidia sana mpaka tukafika hospitali ya Benjamini na pale mama akaitemisha safari yake ya maisha. Tunakushukuru sana kwa upendo wako, kwa coordination yote kwa kweli, kwa kweli tunashikilia yale maneno uliokuwa nayasema kila siku, mama huyu ni kilaka, na ulisema unamtumia sehemu nyingi sana. Na ulipofika siku ile Peramiho nyumbani, ukasema libarikiwe tumbo lililomzaa Jenista Mhagama. Kwa wachache usioelewa, mheshimiwa rais alikuwa anamaanisha nini? Mama yetu huyu